Ni hafla iliyoleta pamoja washirika wa kanisa la ABC wakiongozwa na Askofu mkuu wa kanisa hilo Afrika ya Kati, Mashariki Kusini na Finland Dr. Timothy Ndambuki kuadhimisha miaka 80 tangu kuanzishwa rasmi kwa kanisa hilo. Akizungumza katika hafla hiyo, askofu mkuu Dr. Timothy Ndambuki amefurahia hatua muhimu za kimaendeleo zilizopigwa na kanisa la ABC zikiwemo ujenzi wa shule maeneo mbalimbali nchini, mbali kukuza talanta na zaidi, juhudi za kila siku zinazoendelezwa na kanisa katika kueneza Injili. ABC, uh, since 1945, Askofu mkuu Dr. Timothy Ndambuki akiwasherehekea uanzilishi wa kanisa la ABC na kubaini kuwa walistahimili mengi ikiwemo kudhalilishwa kama Waafrika na kuongeza kuwa ABC ilichangia pakubwa katika kuwainua na kuwawezesha Waafrika huku akiendelea kuwahimiza Waafrika kujitahidi na kutotegemea misaada ya mataifa ya kigeni especially the whites. But they did not give up. they went ahead. they said they want to see this ABC. they want to see what we, we are, how we are making it without donor funding and I want to pause here and say, afadadi Trump amekataa na misaada yake ili tujifunze na kama taifa. Hafla hiyo pia ikitoa nafasi kwa viongozi 80 wa kanisa la ABC kupandishwa daraja, huku baadhi wakidhinishwa kuhudumu katika makanisa mbalimbali ya ABC. Askofu mkuu Dr. Timothy Ndambuki akiwahimiza kuwa kielelezo na kunyenyekea kwa waumini licha ya nafasi wanazoshikilia kanisani. Tunaongoza ulimwengu Tani lazima tuwe kielelezo na tuonyeshe Christian ethics. Sabbath hudi ni kunyenyekea, you just go down, just go down, ya nenda pale chini ukutane na watu na ukutane na baraka, prove yourself of what you are and your titles. Zaidi ya hayo, askofu mkuu Dkt. Timothy Ndambuki akiwataka viongozi hao kuzingatia kizazi kijacho kwa kuwaelekeza vijana na watoto katika njia inayofaa akibaini kuwa wao ndiyo kanisa ya kesho. Nendeni mukafungue macho zaidi na muone, kanisa haliwezi kukua bila wanarika na wanarika siku hizi enjani awataki kukaa kule na nawana uh, ni wazuri sana. Penina Halida ane ya Halida, James Mwangi Undugu TV.